si oh, ya Mary. Yes. Hii madhabahu si yangu. Oh, yes. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hii madhabahu si yangu. Oh, yes. Ile madhabahu ni ya Mungu. Amen. Hii kanisa ni ya Mungu. Hizo meetings. Hizo meetings. Ukifikiria unaweza haribu kanisa. Aha. Labda kanisa za mtu. Kanisa, aha, ya mtu, kanisa ya mtu unaweza haribu. Yeah. Lakini ya Mungu huwezi haribu. Yeah. Yes. Uwezi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kanisa ya mtu unaweza haribu. Oh, yes. Kanisa ya mtu unaweza pomoa. Okay. Lakini kanisa ya Mungu huwezi. Hizo oh, yes. meeting mnaitana. Moto inagutua jiwe. Kuongea ongea uh-huh. Kanisa ya mtu hiyo ni sawa. Kigogona kia mtu ni sawa. Hiyo ni sawa. Lakini hii madhabahu si yangu Ligo. Ligo. Nilitumwa hapa na Mungu Ligo.

Huku si kwa Bishop JJ. Uh-huh. Huku si kwa Bishop Mwangi Zakayo. Oh yes. Huku si kwa Mary Lincoln. Oh yes. Hapana. Hii ni madhabahu ya Mungu. Ni ya Mungu. Na ukicheza na hii madhabahu ya Mungu. Aha. Na daugare kiri ya gatatu. Hizo meeting si munaitana kwa mahoteli. Zingine mnachelewa. Mwitagire ndugu Kinya muinukagie. Nigo. Amen. Hii madhabahu ni ya Mungu. Ni ya Mungu. Amen.